Just a minute. I want to clear this thing. Kuna ile maneno nilisema juzi and they want to use it against me. I want to repeat here. I want to repeat here. Mimi nataka Chwele ikuwe safi for wanabiashara na watu wenye wanakaa wakae kwa amani. Kama yeah. Kuna watoto wameruhusiwa kuingia Chwele na wanaangaisha wana wafanyi biashara na Chwele. mi chawai ona itabia. mi nakaa Chwele, nimeishi Chwele chawai mm. unaitabia. yeah. kama iko watoto wamekuja hapa chwele, Chwele wajipange kurudi kwao ha wajipange kurudi kwao watoto watukutu. yeah. siseni watoto wazuri. kuna yeah. vijana wamekuja hapa wanajifanyia bodaboda au ni sawa? yeah. si ndio? kuna yeah. vijana wako hapa wamekuja wanasukuma mkokoteni au wako sawa?

Iyo ni mbaya. Mbaya. Na kuni, kuni yeah. yeah. Yeah. na hiyo jina. Bila mbayanaiyo ngutaka kuniharibia jina. Na mimi nafanya kazi ambayo Kama yeah. yeah. mna gani? Hii yeah. yeah. soko ni ya Mkikuyu, hii yeah. soko ni ya Mbukusu hii yeah. soko ni ya Mjaluo, hii yeah. soko ni ya Mkale. Hii yeah. soko ni ya kila tribe. Yeah. Nataka turuhusiwe tukae kwa usalama yeah. yeah. And the police not doing it. The police not doing it.